Huku shule zikifunguliwa ama zikifungua milango kwa muhula wa pili kuanzia wiki hii, wanafunzi 133 kutoka kijiji cha Ilkiloriti kilichoko Kajiado ya Kati wamepata afueni baada ya jamii ya eneo hilo kuchangia shilingi laki nane kugharamia karo ya masomo yao. Robert Masai anaarifu zaidi. Kwa awamu ya nne sasa, huu ndio umekuwa mtindo kwa wanakijiji wa eneo la Ilkiloriti hapa Kajiado ya Kati. Wamekuwa wakikusanya pesa kwa lengo la kuwalipia karo wanafunzi maskini kutoka eneo hilo, na wakati shule zinafunguliwa kwa muhula wa pili wiki hii, wanafunzi 27 wa vyuo vikuu na wenzao 106 wa shule za sekondari angalau watarejea shuleni wakiwa na karo. Banga kule deni leo amepata hiyo pesa, kwa hivyo mtoto ataenda shule. Kufika next year, tunataka kupeana basari basis on performance ya mtu. Kama mtu atakuwa na perform mzuri, mimi nitakuwa na sawadi yeye, kama sawadi mzuri, kwa sababu eh, kitu ya maana sisi tunataka kuona watu wakiwa wanaendelea vizuri kwa masomo. Wakazi wa eneo hili wamekuwa wakikusanya fedha kwa lengo la kuimarisha elimu, ikizingatiwa kuwa ufugaji uliokuwa ni uti wa mgongo unazidi kupata changamoto, elimu ikionekana ndio tegemeo lililosalia kutoa mwanga katika siku za baadaye. Zamani jamii yetu ya Kimasai tulikuwa nyuma kwa kimasomo, lakini sasa inaonyesha ya kwamba sisi Wamasai tumeamua watoto wetu wasome. Sasa si tumeamua, mm, kitu naweza mpatia mtoto sio kulisha ng'ombe wala shamba ila we consider education ndio kitu ya muhimu ya kumpatia mtoto. Ile kitu mzazi alikuwa anaachia mtoto ni urithi ya ng'ombe na urithi wa urani, na kwa sasa hiyo yote imeisha na tunaona mahali mahali inji inaendelea, kila mtu ana kaza kamba na mambo ya elimu. Wazazi waliopokea basari hiyo wanasema basari hiyo imejiri kwa wakati unaofaa na kuwapa afueni ya mzigo mzito wa kulipa karo. Mifugo iliisha wakati ukame ulikuja, ulimaliza mifugo kabisa. Kwa hivyo community walipokuja na maono haya, ilitusaidia ilisaidia, ilisaidia, kama jamii, maana unakuta kuwa uko na watoto university, uko na wengine secondary, wengine primary na imekuwa ngumu kwa jamii lakini hii hii imesaidia sana community. Niko na kijana ana graduate September, na pia amekuwa akisaidiwa tu na ibasari. So I just want to thank the community for this initiative na wahisani wetu pia. Tunawashukuru sana. Ni wanafunzi 133 ndio walinufaika na mpango huo. Hata hivyo, kumekuwa na lalama kutoka kwa maelfu ya wanafunzi kuhusu changamoto ya kulipa karo. Robert Masai, runinga ya Citizen, Ilkiloriti, Kajiado ya Kati.